Mamlaka inapokuwa juu yako inahitaji uipende hiyo mamlaka. Kuna watu watainuliwa kwa sababu wamempenda Mungu. Nasema kuna watu watainuliwa kwa sababu wamempenda Mungu. Nasema kuna watu watafanikiwa kwa sababu wamempenda Mungu. Ninapoongelea kumpenda Mungu, ninaongelea viwango vya ndani vya moyo wako, pasipo kushawishiwa na mtu, pasipo kwa sababu ya jambo fulani, bali moyo wako na wasa mema kwa Mungu wako. Hebu shika yeah. hmm. moyo wako Unapokuja kwenye ibada usisawili neno wananiabudu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali na usisahau. Unapoingia kwenye ibada, kumwambia Mungu nisikuabudu kwa midomo yangu tu na moyo wangu kawa mbali na wewe. Nimeingia kwenye ibada na kuhitaji moyo wangu uwe karibu na wewe, maana nikikuabudu kwa midomo yangu tu sitauona utukufu wako, sitaiona neema yako. Semesha moyo wako na kugeuza uwe karibu na Mungu wako. Kuna watu wanaogopa kwamba itakuwaje wiki ijayo. Sikilize, aliye na Mungu hana hofu, bali ujua yote kwa wakati wa Mungu yes. Na ufahamu yote kwa wakati wa Mungu. Nimetangaza amani kwako, nimetangaza utulivu kwako, nimetangaza kustawi kwako, nimetangaza ulinzi kwako Ninapotambulisha mamlaka kuu kwako, hakuna chochote kitakachokuwa kinyume na wewe. Maana kabla ya kulindwa, Mungu alishakulinda. Kabla ya kujiwazia mema, Mungu alishakuwazia mema. Kabla ya kuweka usalama wako, Mungu alishauweka usalama wako. Bwana akuhifadhi na ukulinda, na Mungu akufunulia yaliyo mema machoni pako, na uyatende yaliyo mema machoni pako. Na yafanya aliyomema machoni pako, namini aseme amen ya nguvu haleluya. Walipoona Yesu akiponya watu, walipoona Yesu akifungua watu, wakamuuliza kwa nini haya unayoyafanya ni kwa mamlaka kuna watu wanasikia natoa unabii hapa, hawaelewi, anatamka unabii huu kwa mamlaka ipi? Kuna watu wanaona watu wanafunguliwa hapa, hawaelewi, kwa pepo linaondokaje ndani ya mtu? Hii mamlaka ipi inaondoa hili pepo? Aleluya, naye ni nani aliyekupa mamlaka hii uyatende mambo haya? Kumbe walijua mamlaka unapewa na wanamuuliza Yesu, ni nani aliyekupa mamlaka hii? Sikiliza mwanangu, unapokuja kwenye ibada, tambua nguvu za kushinda mwovu unapewa na Mungu. Nguvu za kushinda maadui zako unapewa na Roho Mtakatifu. Na wachawi wanajua kwamba wao wanakusumbua kwa wana sababu wamepewa uchawi. Na wewe unapokuja kwenye ibada mbele za Mungu aliye hai yes, haukuja tu kusali na kuondoka Umekuja kupewa nguvu ya kuwamaliza wao. Umekuja kupewa mamlaka ya kuwafanya wao wewe mateka. Yes. kuna watu wananielewa hapa. Sikiliza, tofauti yako na, wa, na wanaoenda kwa waganga wa kienyeji. Wao wakienda kwenye ulimwengu wa giza kwa waganga, wanapoenda wanajua kuna kitu wameenda kuchukua. Yes. na wanaporudi wanajua kuna kitu wamerudi nacho. Yes. tofauti yako wewe wanajua umekuja tu kwenye ibada kwa sababu ni Jumapili, haujajua. Umekuja kwenye ibada, umekuja kuchukua nguvu za Mungu aliye hai, na unaporudi lazima urudi na uhakika kwamba ninarudi na nguvu za Mungu aliye hai linapofika kwenye nyumba yangu yaliyokuwa yameshindikana limetoka kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Hiki kitakaa sawa, hiki kitakaa sawa, hili litakaa sawa, hili litakaa mahala pake. Maana nimekwenda nikirudi, nimerudi na nguvu za Mungu aliye hai. Biblia inasema unavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo wao. Wanapoenda kwa waganga wa kienyeji hawafikiri kama anapoteza muda. Ndiyo maana nasafiri, anaenda mbali. Anapofika kwa mganga wa kienyeji, anamwekea tu mkia kichwani, anamaliza, anamwambia rudi nyumbani, umemaliza. Anapotoka kwa mganga yule, anaamini kuna kitu amebeba, anaamini kuna nguvu amebeba. Anapofika kwenye nyumba yake, anaanza kutangaza ku kwa majirani wewe kesho uamke, wewe hautanishinda tena. Kinachompa jeuri ni mamlaka anayozani amepewa. Umekuja kuchota mwambie, usirudi alafu ukalia nyumbani, haitatokea haitatokea. Nataka nikwambie unapofika nyumbani kwako, unapofungua mlango wako na wasema, ewe mlango, sikia neno la Bwana limetoka kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai nguvu nilizokuja nazo, walichochimbia hapa, walichofungia hapa, nimefungua kwa jina la Yesu. Unaenda kwenye biashara yako, unasema, we biashara usiozaa, leo nimepewa mamlaka, leo nimepewa nguvu, hii biashara isiozaa kuanzia leo itaanza kuzaa. Kuna migogoro iwe ni mke wako iwe ni mme wako, unapika chakula unasema, tutakapokula chakula kwenye nyumba hii kuanzia leo migogoro yote imekwisha. Bwana uliza unayafanya kwa mamlaka ipi? Unawambia, sikilizeni, nitawauliza hata nyinyi e, mnaishi kwa mamlaka ipi? Unapumua kwa mamlaka ipi? Unakula kwa mamlaka ipi? Ulizaliwa kwa mamlaka ipi? Mkinichibu neno hilo, nami nitawambia ile mamlaka iliyo juu yangu. Ukinichibu nami nitasema

Unapofika unaombe ofisi yako unawambia wambia, kiti hiki nitakikalia kwa mamlaka, kwenye ofisi kwa mamlaka, kwa mamlaka. Watakapokuuliza waambie nami, wambie, nawauliza Aliyewaumba waumba ni nani? Aliyekupa uzima ni nani? Aliyekupa kuishi ni mamlaka ipi? Okenecevo, nami nitakwambia ile mamlaka niliyo nayo shapapapasakutay yes. <laughs> <coughs> raka papappasakuta Nawaambia wachawi, kama watu wanaenda mchini wanagongwa ni e, mamlaka ipi imekupa uwezo wa kwenda mchini na kurudi? Ukinijibu mamlaka hiyo, na amenita kuambia mamlaka, mamlaka inalinda mtaa huu, mamlaka inalinda familia hii, mamlaka inalinda watoto wangu lero Ebo, mpe tano jirani yako, wambia atuta kaa wanyonge tena, atuta enda kwenye udhaifu tena. Eee, tumetambua aki yetu, tumejua aki yetu, tumejua Mungu ni baba yetu, yeye ni baba yetu, yeye ni baba yetu wey. Hallelujah. Haleluya. Nataka mshike mwenzako wakati tunaitambulisha mamlaka. Yawezekana hajaelewa sawasawa, we wakati unaelewa zaidi yeye, ya yawezekana hajaelewa zaidi, wakati unajua zaidi yeye hajajua zaidi. hey! Yesu akawauliza walipomuuliza, kwa mamlaka ipi unatenda hayo? Akasema, sikia, nami nitawauliza swali, mkijibu nami nitawatambulisha mamlaka yangu. Sio tu unajibu baraka na wao watambulishe mamlaka iliyowapa uhai, watambulishe mamlaka inayowapa uzima, watambulishe mamlaka iliyowafanya wakawepo duniani. Wakikutambulisha mamlaka hiyo, na wewe waambie mamlaka yako. Kwa nini wakuambie mamlaka hiyo? Uzima na mauti uko ndani ya kinywa cha mtu yes. Kila ulimi utakiri Yesu ni Bwana, na kila goti litapigwa. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, haleluya! Inaona wingu likishuka, inaona wingu likishuka, inaona wingu likishuka, inaona wingu likishuka, wikisaidia watu, wikibadilisha watu, wingu la mafanikio, wingu la kustawi, wingu la imani, wingu la ongezeko, wingu la kukua, wingu la kuzidishwa, wingu la ongezeko.